Kuna picha mjongeo zilikuwa zinaruka zina kwenye mtandao zikimwonyesha mtu mmoja aliyejitambulisha kama Captain Tesha. Huyo alijitambulisha kama uh, mtumishi wa serikali, mtumishi wa jeshi la wananchi Tanzania na kuna kauli alizizungumza ambazo baadaye, uh, msemaji wa jeshi alitolea ufafanuzi, lakini bado kukawa kuna, kuna, sintu, kuna maswali mengi watu wanajiuliza, uh, kwamba baada ya zile picha kutembea jeshi lilichelewa kwanza kutoa taarifa, lakini kwenye taarifa ambayo ilitolewa na, na jeshi haikufafanua kwamba yule mtu ni mwanajeshi au sio mwanajeshi, na labda pengine zingechukuliwa hatua gani eh, kwa, kwa, kwa kauli ambazo yeye mwenyewe alizizungumza. Sasa unajua jeshi walishatoa walishatoa tamko hmm. Na mimi ni waombe wa Tanzania tusicheze na masuala yanayohusu jeshi letu la ulinzi hiki ni chombo chetu nyeti, ndio taasisi yetu ya mwisho ya kuhakikisha mipaka yetu na sisi wenyewe tuko salama mm. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi hapo siongezi neno, sipunguzi neno. Jeshi wametoa taarifa, taarifa ile izingatiwe mm. na mambo mengine wa wenye jeshi wanajua wanafanyaje, lakini mimi kwa Watanzania tusithubutu, tusithubutu asilani mm. kuchokonoa chokonoa jeshi letu hiyo ndio taasisi ya mwisho inayolinda pumzi zetu na mipaka yetu. Tuliache jeshi letu lifanye kazi kwa uhuru, tusilihusishe na mambo ya kisiasa, tusilihusishe na mihemko yetu, tuwaache wafanye kazi yao. Na bahati nzuri, nchi yetu, tuna jeshi zuri sana, very professional, lina heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Mambo ya kuleta mizaha kwa jeshi hayakubaliki, na kila mmoja akatae, kwa sababu tukishaanza kuliharibu jeshi letu hapata kalika hapa, hakuna kitu kitanoga hapa. Nenubala na ndio bado nakwambia bwana, mimi siongezi neno wala sipunguzi neno. Jeshi wametoa taarifa kwa lugha za vijana, tunasema tuishi humo.